Melody alizaliwa tarehe 12 Juni mwaka 1997. Umri wake halali ni miaka 27. Namba mbili, Mario. Mario alizaliwa tarehe 31 Disemba mwaka 1995 kule Kibiti Pwani. Umri wa Mario, Mario na miaka 30. Namba tatu, Jux. Jux alizaliwa tarehe moja Septemba mwaka 1989. Umri wa Jux ni miaka 35. Namba nne, Mboso. Mboso alizaliwa tarehe 3 Oktoba mwaka 1995. Umri wa Mboso ni miaka 29. Namba tano, Reivani. Reivani alizaliwa tarehe 22 Agosti mwaka 1993. Umri wake ni miaka 31. Namba sita, Mr Blue. Mr Blue alizaliwa tarehe 14 April mwaka 1987. Umri wa Mr Blue ni miaka 37. Namba saba, saba topind Tid. Tid alizaliwa tarehe moja April mwaka 1981. Umri wa Tid ni miaka 44. Namba 8, Juma Nech ali alizaliwa tarehe moja Januari mwaka 1980. Umri wa Juma Nech ni miaka 45. Namba tisa. Jay Mo Jay Mo alizaliwa tarehe 27 Novemba mwaka 1978. Umri wa Jay Mo ni miaka 46. Namba kumi. Prince Dully Sax Brother Man. Prince Dully Sax alizaliwa tarehe 4 Disemba mwaka 1980. Umri wake ni miaka 44. Na Namba 11 na na na Said Juma Asani Chege Chigunda. Chege alizaliwa tarehe Oktoba mwaka 1979. Umri wa Chege ni miaka 46. Namba 12 Harmonize. Harmonize alizaliwa tarehe 15 Machi mwaka 1994. Umri wa Harmonize ni miaka 30. Namba 13 Abdukiba. Abdukiba alizaliwa tarehe 16 Disemba mwaka 1989. Umri wa Abdukiba ni miaka 36. Na namba 14 ne. Neiwa Mitego. Neiwa Mitego alizaliwa tarehe tisa Juni mwaka 1986. Umri wa Mitego ni miaka 38. Na namba 15, tano. Aslei Aslei alizaliwa tarehe sita Mei mwaka 1995. Umri wa Aslei ni miaka 29. Namba 16, Joe Makini Jomakini alizaliwa tarehe 27 Machi mwaka 1980. Umri wa Jomakini ni miaka arobaini na nne namba 17, baba Levo. Baba Levo alizaliwa tarehe tano Juni mwaka elfu moja mia tisa themanini na sita. Umri wa baba levo ni miaka thelathini na nane namba 18, Bempo. Bempo alizaliwa tarehe 8 Septemba mwaka 1989. Umri wa Bempo ni miaka thelathini na tano namba 19, Omidimpos. Omidimpos alizaliwa tarehe 12 Septemba mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba. Umri wa Omidimpos ni miaka 37. Namba 20, Jaiva. Jaiva alizaliwa tarehe 20 March mwaka 1992. Umri wa Jaiva ni miaka 33. Namba 21, AY. AY alizaliwa tarehe 14 April mwaka 1987. Umri wa AY ni miaka 38. Na namba 22, Dogo Janja. Dogo Janja alizaliwa tarehe 15 Septemba mwaka 1994. Umri wa Dogo Janja ni miaka 30. Namba 23, Sheta the Dawn. Sheta alizaliwa tarehe 16 Julai mwaka 1990. Umri wa Sheta ni miaka 35. Namba 24, nane. Bilnas. Bilnas alizaliwa tarehe 11 April mwaka 1993. Umri wa Bilnas ni miaka 32. Namba 25, Naril. Naril alizaliwa tarehe 12 Disemba mwaka 1989. Umri wa Naril ni miaka 36. Namba 26, Tommy Flavor. Tommy Flavor alizaliwa tarehe 29 Julai mwaka 1995. Umri wake ni miaka 30. Namba 27, Phobi Fobi alizaliwa tarehe 2 mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili. Umri wa Fobi ni miaka thelathini na tatu. Namba 28 Nedi Music. Ned Music alizaliwa tarehe 24 Februari mwaka 1995, umri wa Nedi Music ni miaka thelathini. Namba 29 Alikiba. Alikiba alizaliwa tarehe 29 Novemba mwaka 1986 umri wa Alikiba ni miaka 38 na nane. Namba 30 ni Diamond Platnumz alizaliwa tarehe 2 Oktoba mwaka 1989. Umri wa umri wa Diamond Platnumz ni miaka 35 na tano. Niambia kupitia sehemu ya comment, video inayofuata unatamani tuzungumzie nini, majina halisi ya